Karibu darasani. Leo nataka nikuelekeze jinsi gani ya kusuka stitch nzuri kama hii ambayo unaiona hii. Tutaita not stitch kwa sababu upande wa chini kama ina vifundo fulani hivi. Naomba nikuambie kwamba kwa upande wa jeli, nitatumia jeli ya soft and free ambayo nitapaka kwenye nywele ya mteja wangu, chini kabisa, ni kuanzia kwenye ngozi, almost kama nchi moja nusu nchi, alafu baada ya hapo nitaenda kukata mstari ambao utakuwa umenyooka. Unapokata mistari, basi hakisha mistari yako hiyo imenyooka vizuri, kama hivi ambavyo unaona. Kitu ambacho unapaswa kuzingatia ni kwamba usipake jeli nyingi sana, okay. Nakukumbusha kutumia jeli kidogo. Kata mistari ambayo itakuwa imenyooka. Usipake jeli mpaka kwenye ncha huku, hapana. Tunapaka jeli ni upande wa chini tu.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 Kuna swali na chochote niandikie kwenye comment, nipigie simu. Tuendelee sasa na kusuka stitch yetu. Kwanza upande wa mbele, tutakata ka kipande kidogo hiki hapa kwa ajili ya kuanzia kuisuka nywele yetu. Kidogo sana nywele ya mteja wangu mimi haina dawa, umeiona? Sawa sawa, okay. Hii ya nywele ya mbele ndio ambayo tutaanzia kuisukia stitch yetu sawa. Tutakikunja kibutu chako vizuri, chukua rasta yako ambayo ni hii hapa, unaiona kati kati kwa kati, tutakuwa tuna nywele mbili upande wa kulia tuna rasta, upande wa kushoto tuna rasta, na upande wa katikati ni nywele yetu hii ambayo ni ya mteja sawa. Utabana na kidole cha shahada kama hivi ambavyo unaona utasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Kitakachoenda kufuata sasa hapa ile nywele ya mteja, usiongeze rasta kabla haujaongeza nywele ya mteja wako, ongeza nywele ya mteja hivi ambavyo unaona alafu twende tukaongeze rasta yetu hii hapa rasta utasuka tena mara ya kwanza mara ya pili, sawa sawa, mara ya tatu tutakwenda kuchukua rasta nyingine. Okay, twende tena tukaongeze nywele ya mteja hii hapa nywele ya mteja. Ukishaongeza nywele ya mteja, tutaenda kuongezea rasta. Unachotakiwa kunaosi ni kwamba nywele yangu hii ninayoongeza nitaisuka upande mmoja, upande huu wa chini. Upande ule wa juu nitakuwa sijausuka. Nikisuka mara ya kwanza hivi mara ya pili, automatic tu ile nywele ya upande wa juu itashuka chini, kwa hiyo nitaisuka na yenyewe, ndio nitaenda kuongezea nywele ya mteja wangu, hivi. Sawa, tunaweza tukaongeze rasta hii. Rasta nimegawa mara mbili, hii ya chini ndio inasukika hapa. Mara ya kwanza ukisuka mara ya pili, ile ambayo iko upande wa juu yenyewe tu itashuka upande wa chini kwanza nitasuka mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, ile nywele itakuwa imeshuka, utaisuka ndo utaongezea nywele ya mteja wako. Utaongeza nywele kwa kutumia ukucha. Leo tunatumia ukucha, kuna siku nyingine nilitumia kitana, na zipo njia nyingine nyingi ambazo mimi nitaendelea kukufundisha. Twende tukaongeze rasta, nataka nikufundishe kuongeza rasta. Suka mara ya kwanza, mara ya pili mara ya tatu ile nywele tu itashuka yenyewe, sawa sawasawa. Watu wengine huaga wakiongezea kwa dizain hii kwamba ile nywele ukilazimishisha kuisuka pale pale kwenye awamu ya kwanza, ndio ile unakuta umsuka mteja nywele ya stitch inatokea kama ina mafundo, mafundo, au pale ulipoongezea rasta panaonekana, na wengine tunafika mbali zaidi, mpaka ile nywele ambayo tumeiongezea rasta nywele inadondoka, sawa sawa. Kwa hiyo zingatia hilo, unapoongeza rasta zingatia ambacho ninakuelekeza anza kwa kuongeza nywele ya mteja kama hivi ambavyo unaona alafu, baada ya kuongeza nywele ya mteja ndio tutaenda kuongezea nywele ya rasta kama umeshafikia kile kikomo cha kuongezea rasta. Okay, baada ya kile kikomo cha kuongezea rasta tutaendelea kuongezea ile nywele ya mteja, process itakuwa ni kwamba utaongeza nywele ya mteja hivi, utasuka mara ya kwanza, mara ya pili, utaongeza tena nywele ya mteja pale ambapo utahitajika kuongeza rasta tutakwenda kuongezea. Naomba nirudie tena. Kama tumefikia kikomo, tutaongeza nywele ya mteja tu hivi. Nywele ya mteja utachota, halafu utaisuka mara ya kwanza, tutasuka tena mara ya pili. Baada ya hapo, tutaendelea tena kuongeza nywele ya mteja, sawa sawa. Nadhani umeona urahisi wake, yani kusuka stichi hakuna ugumu wowote. Kuna wakati mwingine ukishasuka sasa, utafikia hatua unahitaji kuongeza tena rasta, ili upate ujazo ambao ni mzuri. Uongezaji ni ule ule, utaongeza rasta, utaisuka mara ya kwanza, mara ya pili. Ukisuka mara ya pili, ile ya upande wa juu yenyewe tu itashuka chini, wala usitumie nguvu yoyote. Naomba nirudie tena, ongeza nywele ya mteja kama hivi ambavyo unaona. Ukishaongeza nywele ya mteja, umeibana vizuri hivi kama unaenda tena kuongezea rasta nyingine, unachotakiwa kufanya ni kwamba ile rasta yenyewe hii utasuka upande wa chini mara ya kwanza, mara ya pili, ile ya juu tu yenyewe ita, itashuka. Hii hapa utaishika, alafu ndo utaenda tena kuongezea rasta nyingine. Kama utakuwa ujaelewa, mafunzo ni mengi, video ni nyingi, nitazidi kukufundisha kila siku, kila siku, kila siku, sawa sawa lakini nachoweza kusema kwamba tunakaribisha sana Farida Beauty Academy, karibuni sana maswala sana, sana, sana. Tunafundisha mambo yote ya, ya, ya, ya saluni kwa ujumla. Ada zetu kuanzia shilingi laki tatu mpaka shilingi laki sita. Mnaotokea mikoani hosteli zipo, karibuni sana mweze kujifunza na sisi. Sisi tunaposema tunafundisha basi huwa tunamaanisha. Nakuulizaga tu mara nyingi, jiulize kwamba unaangalia tu hii video lakini unapata idea, unaangalia video wakati mwingine unajua kabisa. Naomba nikutie moyo, utakapokuja madarasa ya live, utajikuta unajua vitu vingi vizuri zaidi. Lakini kwa wale ambao una saloni, unahitaji tu kuongeza ujuzi, pia tunakukaribisha. Kwa wale tu ambao umeupo likizo labda ya mwezi mmoja, unahitaji kujifunza vitu baadhi, njoo darasani, tutakufundisha. Niambie kwamba mimi madam, nahitaji kitu kimoja, mbili, tatu Tutakaa mezani tutazungumza. Okay, sawa, ndani ya muda huu, ndani ya huu mwezi mmoja, una uwezo kupata hiki na hiki na kile, na ni kuahidi tu utatoka ukiwa unajua vizuri kabisa. Kama una swali na chochote, niandikie kwenye comment. Umeshajifunza nywele kama hii na unahitaji sasa kuendelea kuji, kurekebishwa au kutuma ile feedback, naomba nikukumbushe, unaweza kujiunga kwenye magrupu yetu, lakini cha msingi uwe tayari umesha kusubscribe channel yetu hii ya Farida Othman kama bado hujasubscribe, gusa batani nyekundu iliyoandikwa subscribe hapo chini, kisha gusa alama ya kengele, kisha nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye WhatsApp ya, uh, kwenye screen yako, ni namba yangu ya WhatsApp. sawa sawa. Kwa hiyo kama njia hii imekusaidia, namba niandikie kwenye comment, lakini pia kama njia hii haijakusaidia naomba uniandikie tena ili nijue kwamba nirekebishe wapi, niangalie njia gani nyingine rahisi ambayo wewe itakufanya ujue. Nia ni kwamba unapokisoma kitu ukielewe na uweze kuki uweze yani, ujue, ndo nia yetu sisi. Kwa hiyo komenti yako ndo itakao kufanya kutufanya sisi tujue kwamba unahitaji nini. Lakini pia ukikaa kimya, sisi hatu tujua kwamba umeelewa au hujaelewa, imekusaidia haijakusaidia. Kwa hiyo utajikuta labda tuna posti njia ile ile, kumbe tunge posti njia nyingine ambayo ingekusaidia zaidi. Sawa, okay. Upande wa mikia, naendelea kumalizia nywele uh, yangu. Lakini nachokifanya mimi, mikia yangu kidogo leo itakuwa na ujazo, kwa sababu kama uliangalia mwanzoni pale, kuna kuna notes ambazo nilikuwa nimezisuka, si ndio? hivyo hivi hizi stichi zangu kwa chini zilikuwa kama zimefungwa kanundu fulani hivi. Kwa hiyo yu lazima iwe na ujazo mzuri, ambao mimi nitaenda kuutumia ujazo ule ule kwenye kufunga uh, zile noti upande wa kwenye mikia sawasawa, wapenzi wangu okay? kwa namba, zingatie, kuna mwingine anaweza akatumia labda bunda mbili, alafu kenda kufunga zile noti zitakuwa hazijai vizuri utajikuta sasa unajiuliza mara mbili mbili, mm. Mbona mimi nywele yangu haikukaa vile ambavyo nahitaji, au nywele yangu haikuwa na ujazo ule ambao nimeona kwa madam? That means kwamba uliweka ujazo ambao ni mchache, kwa vyema ukaongezea rasta ili ikajaa vizuri. Sasa kwa unaona, unapoongeza rasta, ongeza rasta, utasuka mara ya kwanza mara ya pili, alafu utakwenda tena kuongeza rasta nyingine. Ikitoshea hautaongeza tena na kusisitiza, unaposuka au unapoongeza rasta hivi, suka mara ya kwanza mara ya pili sawa? Mara ya kwanza mara ya pili. Ukisuka mara moja, ile nywele lazima itadondoka, kwa sababu upande mwingine itakuwa nywele haijasukwa. Sisi tunaelewana, kwa unachoweza kusema. Karibuni sana Farida Beauty Academy, tunafundisha mambo yote ya saluni. Tutakufundisha vitu hivi hata kama haujui, tupe muda. Yani wewe jukumu lako ni kulipa ada, mengine tuachie sisi kusuka stitch nyingine nyingi zaidi nitakwenda kuwaelekeza hapa, hapa. Baada ya hapo, naomba nisiondoke bila kukuelekeza kubana zile notes upande wa chini, kwa sababu maswali yanaweza kuwa ni mengi. Ichukua nywele yako mkia mmoja, nazungumzia notes hizi hapa. Uf, utapimisha size ile inalingana hivi. Alafu tutakunja, umeona hivi? Alafu twende tukaikunje hii. Mara ya kwanza tutaisokota mpaka mwisho kabisa, sawa ko utaisokota kuelekea upande wa juu, hakikisha zinalingana, usije ukakunja uka nyingine zikawa fupi nyingine zikawa uh, zikawa ndefu. Hapana, hakikisha zinalingana vizuri kabisa. Just take time, funga vizuri relax, ukiwa kwenye, kwenye, kwenye ncha ile kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye ya nywele ikiwa ninyembamba vizuri, itakusaidia hata kwenda kuikaza ile noti yake. Usije ukamfunga mteja leo alafu kesho imefumka. Tunaelewana? Tunaelewana, wapenzi wangu, kwa hiyo ya tenda kumalizia nywele yangu kama hivi ambavyo unaona. Nachoweza kusema karibuni sana. Namba zetu ni hizi ambazo una kwenye screen, tupigie sasa hivi. Nafasi zipo wazi. Njoo ujifunze. Una mpango wa kwenda kusoma nje? Ebu usi usiondoke bila ujuzi, utakuja unishukuru eh? Bana kama hivi. Utafanya finishing ndogo ndogo kama hizi ambazo unaziona, halafu baada ya hapo tutakwenda kumalizia nywele yetu na nitakwenda kuonyesha muonekano wa mwisho. Kama kuna kitu unahitaji kujifunza, unajua kuna watu wengine kuja darasani kidogo inakuwa ni ngumu. Kama kuna kitu unahitaji kujifunza kupitia chaneli hii kama mpitia video zote upande wa chini, umeikosa kitu ambacho unahitaji kujifunza, naomba niandikie kwenye comment, tutazidi kufundishana. Kujiunga kwenye makupu yetu kutakufanya uwe karibu na sisi, lakini pia kama kuna nywele unatamani kujifunza haijapostiwa hapa, utatuandikia kwenye grupu, tutakuja kukufundisha YouTube bali then, baada ya hapo utafanya mazoezi, utatuletea feedback. Hebu niambie wewe, huwa unatumia njia gani kufanya notes zako zidumu muda mrefu, yani zisifunguke funguke? Najua kuna watu wengine mkifunga <laughs> mkifunga, mteja akienda akikaa siku mbili siku tatu, anarudi anakwambia ile nywele ulionisuka imefunguka. Kwa unaweza kutumia njia yangu ambayo nimekuelekeza au kanielekeza njia yako tukafanya vitu vizuri zaidi. Final touch ni hii hapa. Sawa, kuna wale ambao wanapenda style simple, hawataki mambo mengi. Style ya nywele hii hapa ni minyoosho tu ya stitch kwenda nyuma kawaida. Very smart, very clean, na unaweza kuibana kama hivyo. Mimi ni Farida Othman, karibuni sana Farida Beauty Academy kwa mafunzo bora ya urembo na ususi. Nikukumbushe usiondoke bila kugusa button nyekundu ile iliyoandikwa subscribe kisha. Tuma screenshot yako kwenye namba ambayo unaona kwenye screen. Bye bye.